Makundi yote ya waangalizi yameshatoa taarifa za awali, na tunawashukuru kwa kuwa nasi na kwa heshima kubwa tumepokea maoni yao. Kama alivyowahi kusema rais wa awamu ya tatu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Benjamin William Mkapa mwaka elfu mbili wakati akiapishwa kuwa raisi, na hapa nanukuu kipande tu cha hotuba hiyo kinachosema: Nawashukuru watazamaji wa kimataifa kuja kushuhudia uchaguzi wetu ulivyofanyika. Walipotusifu tumepokea sifa hizo kwa unyenyekevu mkubwa. Tumesikia pia waliodhani hayakwenda sawa na mengine hata sisi wenyewe tumeyaona. Maagizo ya kutuelekeza nini cha kufanya tumeyakataa. Ushauri wao tutauzingatia. Ili tufanye vizuri zaidi siku zijazo.